Tunazungumza michezo ni katika uwanja wa nyew Amani Zanzibar. Ni katika ripoti za Chapesa Media zinasoma hapa na mengi yametajwa na vitu ambavyo vinaanza. Simba Sports Club hii leo ni kupata ushindi, sio vinginevyo. Sale Simba Sports Club inamwharibia kwenda fainari. Nipo na Mandara, Simba ametoka Dar es Salaam amekuja Zanzibar. Tupo na kibeji cha makombe leo. Lo, Mandara amebadilika, anakujaga peke yake leo, ipo na madada t-shirt inavaa navaa kibegi cha mago ya kwangu. Hii hapa kibegi mpya new. New hii mm. mm. mm. hapa kibegi mm. tumekuja wenyewe na za kibegi cha makombe ndo sisi hapa mm. na kama hujui sisi tumekuja na jet. private jet. tumekuja na ndege. tuna utajiri wa bilioni 38.9. Mm. Utajiri wa klabu ndio mashabiki pekee tunaolipwa mishahara kwa mwezi Simba Sports Club. Yaani hamna ya timu duniani inaolipa mishahara wa mashabiki ni sisi hapa. Mashabiki wa Simba wote tunalipa mishahara umeona? Hii ndio taswira ya Simba Sports Club, timu yenye furaha muda wote. sisi sio wale bwana. Sisi tumekuja Zanzibar kucheza mechi, wao wameenda Manyara kuchangisha vikoba vya Alikamwe kumlipia deni Young Africans. Sisi tumekuja kucheza mechi ya kimataifa <laughs> wao wameenda Manyara kuchangisha kumchangia msemaji wao sisi hakuna kiongozi wetu hata mmoja mwenye hatia, siku zote disiplini ya kiongozi atakuwa sio na kesi. Hakuna kiongozi mwenye kesi, hakuna kiongozi aliwahi kulala lupaso. Sisi Simba Sports, nitajie kiongozi gani wa Simba kalala jela, nakupa elfu kumi hapo. Nitajie uongozi huu wa Simba, nani kalala jela? Nakupa dude hili hapo, hili hapo, ukitaka cheki nakupa nitajie nani. Kwa hiyo ni timu hii, timu kubwa Mandala leo tuzungumzie mchezo wenu dhidi ya Stellenbosch wa Afrika Kusini. Tulizoea kwa Mkapa, atoki mtu, leo mmekuja visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex, nusu fainali ya mkondo wa kwanza. Tuanzie hapo Mandala. Kama mwarabu sisi katushindwa, mwarabu alimasi kwa sababu tunapongelea warabu duniani, warabu anatoka Misri, waliobakia wote wa Pemba. Warabu ni Misri peke yake. Kama Misri katushindwa sisi, kututoa haja tutoe msauzi sisi, msauzi mwenyewe huyu, msauzi wa bandia ambaye kwenye ligi ni mpya, tutoe sisi yeah. Simba ina ugeni she hapa Zanziba tumeiteka yote, nyekundu Zanziba yote nyekundu. Halafu kama ujui, Zanziba yote ni Simba. Ukimuona Yanga Zanziba yuka loea, so Mzanzibari kimuona Yanga Afrika nzi, Zanziba yote Simba, chimbuko lake. Na sisi tumekuja kwa kazi hizo mbili. Kama ujui, hiyo ni siri, nakupa exclusive. Kazi gani Mandala? Kazi ya kwanza tumekuja kuishangilia Simba. Kazi ya pili tumekuja kuongea na Mama Karume kwa ajili ya kununua jengo la Jangwani kuweka uwanja pale Jangwani. Ah, uwanja Simba tunaenda kuweka Jangwani. Zi... Tunaongea na mama, Yanga wana jengo jengo sio la kwao. Jengo mm. mm. la Mama Karume lile. Nisikilize, jengo la Mama Karume Yanga pale amepanga. Tumekuja kuongea na Mama Karume biashara, tunampa bilioni tatu zake, tunawahamisha, wanaondoka, tunavunja, tunaweka uwanja pale Jangwani. Kama ikishindikana uwanja maji akiwa mengi tunaweka yadi ya magari. Iliza nipaki pale. Basi, kwe. Yani, shidai kuonyeshana nguvu ya dola, nguvu ya pesa. Sikiliza, sikiliza, mm. e, sikiliza. Mm. Klabu ya kwanza duniani iliyotengeneza kampuni ya kuingia jezi imetengenezwa kwa thamani kubwa ni ilikuwa ni Man City mm. ilitengenezwa kwa bilioni 27. Simba imekuja kuvunja rekodi ya dunia, ndio jezi pekee zenye thamani za bilioni 38.9. mm. Yaani jezi ya Simba ukivaa ina thamani ya bilioni 8.9. Hakuna timu yoyote duniani sisi tumevunja rekodi ya dunia, Simba Sports Club. Huyo mdhamini mtengeneza jezi bado. Sasa mdhamini mkuu anakuja kukaa mbele hapa. Mtakimbia nchi nyinyi, mtakimbia. Ah, Jeruti ni mtengeneza jezi, msichanganye madawa. Yaani Jeruti ni mtengeneza jezi. Kuna yule mdhamini mkuu anakuja kukaa mbele. Huyo ndo anakuja kuleta Simba ndege ya Simba. Na mna ngapi? Mpira ukimalizika sasa tunampiga tatu tunaenda na magodoro sauzi kulala. Shughuli imeisha. Ndala wewe. Piga tatu hapa. Sikiliza. Mimbo, nani bingwa nani? Hebu nitaje za mareki kwetu sisi. Mdogo uh -huh, mdogo elfu mbili kumi na tatu. Wewe, mdogo si za mareki, kama yuko kamtoa kibonde, kibonde letu sisi, si tunapiga hapa tatu sauti, tunaenda na magodoro. Shughuli <ringline> imeisha. Tua, tuahidi tuahidi kitu gani mm? Kwa utajiri wa Simba sisi tuahidi nini? Utajiri wa Simba Simba ina fungu la waandishi, wewe utalipwa mshahara na Simba kwa mwezi, sio mimi, mpaka waandishi wana fungu lao mishahara, hamna kutoshwa, hamna kutoshwa. Wewe lunde yote mshahara kwa mwezi, kama unalipwa laki nne unaongezewa laki nne nyingine, laki nane leo. Nisikilize. Timu tajiri Nisikilize. Nisikilize. Ukitoa, ukitoa, ukitoa national. Timu tajiri inayofuata Afrika ni Simba, timu tajiri inayofuata ni Simba.

na ngoma hakuna kiungo kama kagoma na ngoma msikilize, njo baby, njo baby, njo sikiliza mashemaji zangu, yani hakuna kiungo bora kama kagoma, yani hata kuja kutokea labda ni mzee mimi. Huyu hapa mashemaji yako hao wote, mashemaji zangu muhakatini, yule yule ni muhakatini. Sikiliza, umemwona kagoma, kagoma kuna timu ilitaka kumsajili miaka mitatu milioni 30. Sisi hapa tumempa milioni 30 dakika like, 90. Ba Mandala kauli hii atuishii hapa ni, ni chachu kwa Simba Sports Club kwenda hatua fainali. Simba ndio timu inaleta maajabu Tanzania. Sisi tunaondoka sheye, Simba inaondoka. Hebu hebu jiulize. Hebu hebu Simba angapi, Afrika? Ya nne, ya ngapi? 4. Vilabu vipo vingapi hapa Afrika? Hebu isabu vipo vingapi Hivi Yanga Yanga si vi nini nini vitakataka vyote vya hesabu. Vipo vingapi vilabu? Ah, Simba ngapi? Simba nne. Ah, hesabu vitakataka vyote vyote. Ah, hesabu vitakataka si vi Yanga Yanga si vi Kagera si vi dule dule vyote vya hesabu vyote. Alafu Simba ipo juu pale nne. Sikiliza, sisi tupo nne tunaangalia hivi. Kwa hiyo chini tunamwona Mamelodi, chini hapo tunamwona nini TP Mazembe si vi nani. Ili tumuone Yanga tabidi tufanye hivi ili tumwone Yanga tutoe mguu tufanye hivi. Ndio unamuona Yanga. Mwalika mtani leo kuna mechi yako? Sisi si wakubwa shehe. Mwalika mtani leo. Aje afanya nini waende kwenye mechi yao kula ndege kwenye sufuria wale ndege huko waje kufanya nini? Sisi tunakula pweza shehe, tumevunga maji shehe, nimepanda ndege shehe, mimi ubaya ubaya. Sisi hapa Simba Sports the champion. Sikiliza. Sikiliza, mm -hmm. Hii Simba inakuletea ubingwa wa shirikisho mm -hmm. Hii Simba inakuletea ndoa ya shirikisho, shika maneno yangu mdogo wangu moga. Kasirika, ngoja nikupe siri kidogo. kuna faida kusajili wachezaji wenye uchu. Mm -hmm. Kuna faida? Na, kuna faida kusajili wachezaji wenye uchu na kuna hasara kusajili wachezaji mastaa mm -hmm. Unapomsajili chama unapomchukua Pacome, unapomchukua zizikiwa ashafanya kila kitu, wana relax, lakini unapokuwa na mtu kama Kagoma je kufanya anatafuta status, una mtu kama Jinja Zawa lazima acheze kwa, kwa passion uwanjani, timu inacheza kwa passion and rotation, timu inacheza Kodatika ni formatic equation. Basi, yani timu inacheza mpira kisomi darasani. Nikushukuru sana Mandala. Nashukuru.